Naam, karibu tena kwenye matangazo yetu, na sasa tujadili mchakato wa kupata wagombea ndani ya vyama hasa mchakato ambao tayari umewekwa bayana ndani ya Chama cha Mapinduzi ambacho kimeonekana kutangulia hasa kwa mchakato wa kuwapata wagombea kwa nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na urais wa Zanzibar na hivi karibuni tarehe 10 Aprili chama hicho kilitangaza kuwa mchakato e, wa ndani wa chama hicho wa uteuzi wa wagombea katika nafasi za ubunge, ujumbe wa Baraza la Wawakilishi na udiwani kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Zoezi hilo lilitarajiwa kuanza rasmi Mei mosi na kumalizika tarehe 15 e, Mei saa kumi kamili jioni. Hata hivyo, taarifa ambayo imetoka usiku kwa mkia leo imesogeza mbele ratiba hiyo, na hivyo kukamilika tarehe 28 mwezi wa sita. Sasa kumekuwa na mijadala mbalimbali e, ambayo inaendelea kuhusiana na michakato hii ambayo inafanyika ndani ya vyama kupata wagombea, na tukitumia chama hiki kama e, rejea, kwa sababu ni chama ambacho tayari kimeshapata wagombea kwa nafasi za juu kabisa, na kimetangaza pia mchakato wa kuwapata wagombea kwa nafasi za e, ubunge, udiwani na uwakilishi kwa upande wa kule Zanzibar. Katika kujadili hili tunaye Bubelwa Kaiza ambaye ni mchambuzi wa, wa masuala ya siasa. Karibu sana mzee Bubelwa. Uh, tunaye pia Lovelet Lwakatale ambaye ni mchambuzi wa siasa. Karibu sana. Tunaye uh, wakili, uh, tunaye Aidan uh, Kitare ambaye ni diwani wa kata ya Kiluvya, uh, miongoni mwa wanasiasa vijana uh, pengine tutapata mtazamo wake kama diwani lakini kama pengine kama anahitaji kugombea tena kupata mtazamo wake kuhusiana na michakato hii ambayo inaendelea. Karibu sana sana Aidan. Asante sana ndugu Goodluck, habari za Kiluvia? Kiluvia ni salama, Kiluvia iko vizuri tu salamk. mm -hmm, sasa tutarejea kwako kwa, lakini hebu tu, tujenge msingi eh, wa mjadala wetu mzee eh, Bubelwa utusaidie hapo eh, kwa ujumla tu eh, maoni yako ya jumla ya namna ambavyo vyama vinaendesha michakato ya kuwapata wagombea kwa sababu kuna hoja ya kuchelewa, hoja ya kuwai, lakini hoja kubwa zaidi imekuwa namna ambavyo vyama hivi vinapata wagombea ambao wanakubalika na wananchi. Uh, asante sana. Um, pengine nianze kwa kusema kwamba e, suala la kugombea na kuchagula kuwa kiongozi kwa ngazi yote ile ngazi ya kata ambayo na diwani, ngazi ya jimbo ambayo na mbunge, au ngazi ya taifa ambayo inakuwa nagombea e, rais wa jamhuri, au kama Zanzibar rais wa Zanzibar, na kama Zanzibar vile vile kama ni ngazi ya wakilishi ambayo sasa na ubunge. Nafasi hizi na, na, na, na, e, na utaratibu wake unataka kujenga imani kwa wananchi e, kwamba kupatikana ni utaratibu ambao unaaminika, utaratibu uh, utaratibu ambao unatabirika, ambao unatabirika utatuma utatuma ujumbe kwa umma kwamba mtu ambaye amechaguliwa anaweza e, kufuata sheria kufuata utaratibu na vile vile kulinda masilahi ya nchi ambayo yapo kwa mujibu wa katiba na majukumu ambayo yanakuwa yanatolewa vile vilevile na kuendeshwa na kusimamiwa na sheria kwa hiyo taratibu, mimi nimeanza kuona tangu mwaka sabini, kwa mfano 1970 eh, wakati huo nilikuwa na miaka hata sijaanza shule, nilikuwa na miaka kumi. Ni mwaka huo nilianza shule. Kwa hiyo niliona wakati ule eh, watu walivyokuwa wanashughulika na masuala haya ya ubunge, wakati wa kampeni za ubunge, na tumeendelea mpaka hivi karibuni. Tumekuwa na utaratibu ambao e, tangu wakati wa chama kimoja wakati ule na hata wakati wa vyama vingi kwamba e, utaratibu unaeleweka. Ikifika e, e, baada ya bunge kuvunjwa shughuli sasa za rasmi za, za vyama vya siasa au chama cha siasa e, kuteua wagombea wengine e, zinaanza. Kwa hiyo hii ni kwa sababu ya ukweli kwamba wabunge waliokuwa bungeni wanakamilisha muda wao, madiwani wanakamilisha muda ambao walikuwa wamepewa kwa mujibu wa katiba, lakini vile vile unafungua nafasi kwa ajili ya kila, kila raia mwenye uwezo wa kugombea aweze kugombea kwa utaratibu ambao nimesema unao ambao ni mnyoofu, unaoaminika, unaotabirika yeah. e, ili watu waweze kuamini kwamba anaingia kwenye uongozi, uongozi wa kuongoza au kuwakilisha watu wa e, jamii kwa ujumla, sio mambo ya ujanja au kuwaiwai au kupata kitu fulani, ni mambo ya kwamba watu wenye hadhi ya kuaminika ndio wezo fulani waweze kuwa viongozi. E, kwa hiyo e, tumekuwa na utaratibu huu na naamini kwamba ndio utaratibu ambao na tunaendelea nao mpaka sasa hivi. Kwa hiyo, chama cha siasa e, kwa kawaida huwa kinaandaa utaratibu wake wa kupata viongozi kwa ajili ya kushindana na vyama vingine, kwa kuzingatia hilo kwamba upate e, ufuate utaratibu ambao upo kwa mujibu wa katiba na sheria, lakini vile vile hata watu wenyewe wanaokuja kugombea wachujwe wa kwa namna ambapo chama kinakuwa na uhakika kwamba hawa watu wanaaminika, wataweza kuchagulika na vile vile wa, baada ya kuchaguliwa wata, watafuata utaratibu wata, wata wa kimaadili wa kufuata sheria na kuongoza au kuwakilisha wenzao. Mm -mm. Kwa hiyo nachokiona hapa ni kwamba e, tumefanya hivyo kwa muda mrefu na, na mpaka sasa tunaendelea hivyo na nashukuru kwamba chama cha Mapinduzi kimetambua hilo ambalo kilikuwa kime kimejaribu kufanya isivyo lakini kimerudi katika utaratibu wa kawaida. Kwa hiyo ninatarajia kwamba sasa hivi ama e, licha ya kwamba E, Chama cha Mapinduzi kimetangulia e, kwa upande wa urais kutangaza mgombea, ninaamini na vyama vingine vitafaa utaratibu huo vitatangaza wagombea wake kwa utaratibu ambao upo kwa mujibu wa sheria hmm, na katiba na vile vile e, watapatikana kwa sababu Tanzania wako wengi Watanzania zaidi ya milioni 62, yeah, tukwezi kukosa kukosa watu wa kuweza kugombea kiti chochote na kuwakilisha wenzao. Kwa hiyo naamini kwamba um, katika swala la ku gombea nafasi ya uongozi e, hakuna kuwahi kwamba huu amewahi hajawahi mm. Suala la msingi ni kwamba mtu ambaye ana sifa zinazostahili na anaaminiwa na watu kwamba anaweza akawa kiongozi au akawa mwakilishi mm, na anaweza kusimamia masilahi ya watu wanaowakilisha. Kwa mantiki hiyo, ikiwa mchakato umefanywa kabla ya muda uliozoeleka ni sawa pia. Hapana, hii haiwezi kuwa sawa, kwa sababu e, kama nilivyosema E, utaratibu wa uongozi unatakiwa uaminike mm. na unatakiwa utabirike, na watu ambao wanataka kugombea wataka wafuate utaratibu ule ule kwa namna ambayo wanaweza kaonekana wanafaa kuongoza wenzao mm. Sasa ukibadilisha utaratibu tena bila maelezo ya uhakika, uja kwenda bungeni kubadilisha sheria, ujaitisha mikutano ya vyama vyote kuweka utaratibu pamoja. E, sasa ilikuwa ni mambo ya kuwaiwai na ku kufanya ujanja ujanja tu hivi sasa. Katika mazingira hayo nadhani inajenga e, mushkili kidogo inajenga e, mushkili kwa sababu e, tunaweza tuna, tukaishia kuwa taifa la watu wanao kila mtu atafuta anachoweza nafasi fulani kupata, kupata cheo fulani. Kwa hiyo nafasi ya kuongoza na kuhakikisha wenzako unakuwa ume, ume, umeyacha umechukua mm. nafasi ya kuwahi kupata cheo labda, kwa hiyo jambo ambalo nadhani, katika mambo ya kuongoza na kuhakikisha wananchi alifai hata kidogo kuata kuisiwa kwamba unataka kuwai, natakiwa uonekane mm. kwamba wewe e, kuna neno wanasema Kiswahili sa ni unyoofu, unyoofu make kufata sheria mm. Kiingereza chake ni integrity, yaani e, ukiwa unanyooka umenyooka, ni mnyoofu na watu wanakuona hivyo na wanashindana no, watu wa namna hivyo. Sasa watu wakiwa raia wakiona kwamba kati ya watu wote saba, kumi nne, ngapi, wote wanyofu, wanachagua mmoja wapo ambayo ni mnyofu, anakuwa kiongozi wao, anakuwa mwakilishi wao una. Kwa hiyo ufuata wa utaratibu unaoeleweka unaotabirika, unaokubalika kwa mujibu wa sheria, katiba ni mambo ya msingi katika kupata viongozi. Kwa hiyo kukubalisha utaratibu sio jambo jema ambalo unaweza ukaona kwamba uka linafaa e, katika ku, kupata viongozi wa nchi, au wakilishi mm. E, bungeni au kwenye halmashauri sawa kabisa. mm -hmm. Lakini kila vyama uh, kila chama tumeona kikiwa na utaratibu tofauti. Uh, Lovelet pia kwa mtazamo wako katika hili uh, unaona uh, nini e, chama kinakuwa na utaratibu si tofauti kwa maana ya kwamba ni kinyume cha sheria alikusudia kumuuliza swali hili. Okay, anaweza kuendelea. Um, asante Um, lazima tutambue kwamba ipo ofisi na mamlaka ambayo ina tunatarajia iwe inasimamia vyama vyote vya siasa. Regardless kama ni chama tawala ama chama cha upinzani, tunayo ofisi ya msajili wa vyama lakini pia tunayo taasisi ambayo inaunganisha vyama vyote mm -hmm. Yani Tanzania Center for Democracy huwa vyama basi vinafanya majadiliano na mikutano mbalimbali mbali, na kufikia maazimio fulani. Ndio. Sasa hivi tunaelekea kwenye uchaguzi, tuna miezi mingapi? Au uchaguzi uch umeshaanza na nani mm -hmm? Au ndo tunaelekea tu kwenye michakato micha mm -hmm. Kwanzia ile kuboresha daftari la wapiga kura na nani, na yenyewe ni sehemu ya uchaguzi tulitarajia kwamba haya mabadiliko uh, maridhiano ya mambo tu yaendesheje, yangefanyika miaka minne iliyopita, mm -hmm, tukiamini kwamba vyama vilikuwa vikijipanga vikijitathmini, hasa baada ya uchaguzi wa elfu mbili na ishirini mm -hmm. Tunachokiona ndani ya Chama cha Mapinduzi na kufanya kwake uh, mabadiliko uh, hivi karibuni ya namna ya mchakato wa wagombea wa kuchukua fomu yeah. Natumaini kwamba maamuzi pamoja na kwamba, kwamba hawajaji kusema sababu zilizofanya wakabadilisha utaratibu awali mm. Lakini tulikuwa tathmini ya watu ambao tunafuatilia masuala ya siasa ilikuwa ni ili kuongeza wigo wa washiriki wengi na wanachama wao kugombea nafasi za kugombea nafasi, lakini pia kupunguza vitendo vya rushwa mm jambo ambalo um, limekuwa likirudisha sana nyuma maendeleo ya nchi kwa ujumla, lakini pia ndani ya vyama vyetu mm. Kwa hiyo tulitarajia yale maamuzi ya kwanza basi yamekuwa yamefanywa katika muktadha huo mm. Kwa hiyo ikawa imeongeza imani zaidi kwa Chama cha Mapinduzi. Sasa so, inapokuja amebadilisha utaratibu nadhani usiku wa leo mm. Kidogo inarudisha nyuma uh, imani na matumaini ambayo tulikuwa nayo Watanzania nadhani na, na Afrika kwa ujumla, kwa sababu Chama cha Mapinduzi kinatazamwa na, na nchi nyingi, ni chama ambacho kimejijengea kime historia ya kufanya mambo yake kwa namna fulani na utaratibu mm. Sasa so, inapokuwa na mabadiliko ya ghafla sana, na yenyewe inakuwa sio nzuri, na tuliamini kwamba ilipofanya maamuzi ya kuwaisha u mchakato basi ingewapa watanzania wengi um, nafasi lakini, pia kubadilisha nadharia ya kwamba wagombea uh, ama watangazania tuseme mm. ni watu ambao inabidi wawe na uwezo fulani wa kiuchumi ama wanatokea familia fulani. Sasa tunaporudi rudi kwenye utaratibu ule wa mwanzo, wamesogeza mbele siku, Watanzania tunaanza kupata mashaka. Lakini, lakini pengine waliangalia ratiba ya bunge kwamba si wakaingiliana na session zinazoendelea, kwa sababu hawa wabunge ambao wako bungeni na wenyewe pia wanahitaji ku kuchukua fomu kurejea na fomu zinachukuliwa kwenye wilaya kwenye kwa, kwa viongozi wa, wa, wa chama ngazi ya wilaya wanakotoka. Ni kweli uko sahihi, lakini lazima tutazame tathmini imefanyika. Mm, pamoja na kwamba hawajakuja ya, ya, kwa umma kusema sababu zao za awali mm, za kuweka tarehe ya mapema, lakini kwa tathmini ilikuwa ni kwa ajili ya kudhibiti masuala ya rushwa. Mm, ilikuwa kwa ajili ya kuwapa watu wote um, nafasi sawa kuweza kujiona kwamba wana uwezo wa kugombea kupita Chama cha Mapinduzi, lakini mm. pia kuepusha mambo yaliyotokea elfu mbili na ishirini lazima tutambue kwamba hivi vyama vyetu vinajengwa na wananchi wa chini kabisa. Ndiyo. A, kwa kutumia rasilimali nyingi za muda za watu kujitoa. Sasa inapotokea mtu ana uwezo wa kutoka chama kimoja cha upinzani amekatwa ama ametemwa mm. ana uwezo wa kwenda chama cha mapinduzi, au akatoka chama cha mapinduzi kwa sababu ya kukatwa akaenda chama cha upinzani, inakuwa ni kama ni sio, sio utamaduni mzuri katika siasa za uwakilishi mm. hili zoezi ambalo walikuwa wameliwaisha lilikuwa linawapa wagombea kweli ambao wanahitaji, wana, wanaweka maslahi ya wananchi na watu wanaowakilisha mbele mm. kwa, kwa, kwa mfano uki, uki, ukiangalia kama mchakato tena mpaka mwisho wa bunge, inamaanisha kwamba hata wale wabunge ambao wamekuwa wakiitwa COVID-19 hmm. wabunge wa COVID-19 sio jina, jina rasmi, lakini uh, siasa zina utani pia <laughs> Koyo, kwa hiyo tumekuwa tukaita COVID-19 uh, wana uwezo wa kusema okay, tumemaliza wabunge wetu sasa, tuna tunahamia either sasa chama cha mapinduzi ama tunaenda kugombea kupitia chama cha upinzani hmm. bado hatujaona elfu mbili na ishirini ni reference tosha kwamba wapo wabunge ambao walisubiri wapate kinua wa mgongo alafu sasa ndo wanatangaza wana nia <laughs> jambo ambalo sasa linakuwa linaleta maswali katika siasa za uwakilishi kwamba mm -mm. nia thabiti ya mtu katika uwakilishaji ama iko no. katika kupata maslahi sawa. Hebu tu, tuangalie eh, tupate maoni ya Aidan eh, kwa sababu yeye ni, eh, ni, ni kiongozi lakini pengine ni moja kati ya watiania Aidan baada ya kuona ratiba iliyokuwa imetolewa awali na baada ya mabadiliko yaliyotokea lioto, ya usiku huu yamekuweka katika mazingira gani kama mwanasiasa ndugu, uh, Goodluck Paul? mimi kwangu hmm, uh, sijashtushwa si na, na ratiba maana kwetu sisi wanasiasa tunasema kazi ya kuanza uchaguzi unaofuata unaanza pale baada ya kuwa umechaguliwa, hmm, lakini kwa maoni yangu mimi kwanza kabisa nili, nilipokea very positive eh, hili zoezi la kuanza tarehe moja kwa kuwa niliona kwa faida yake ni kwamba mchakato huu una unakuwa umeanza mapema. Faida yake ni kwamba niliona kwamba tukifanya zoezi hili mapema, linatoa healing time, muda wa kupona kutoka kwenye wale ambao itatokea wameanguka na kuelekea kwenye kwenye, kwenye uchaguzi alaki muda mwingine ambapo unakuwa karibu sana ndani ya muda mchache tu ndo ile inapelekea ambao dadangu hapa amezungumza mtu kuama, kuama, kuama, kuama chama na kuleta makundi. Mm, lakini mm, kitu ambacho nilibaki ni nina mashaka nacho, eh, kwa muktadha wa kisheria ni ile hali ya eh, mimi ni diwani kwa sababu baraza la madiwani tulikuwa tunategemea tuna, tuna koma tarehe 30 mwezi wa tano mm. Sasa mimi bado ni diwani niko madarakani, lakini naenda kuchukua fomu tarehe moja, yani kabla sijamaliza mm. Kwangu kwa mimi kwa muktadha wa kisheria nilikuwa naona lina alijakaa sawa sawa hivi, kwa maana ya kwamba na, na, na, na, naenda kugombea kitu ambacho bado niko madarakani, na pengine ingekuwa inawanyima haki hata watu wengine ambao wangetamani lakini, ikibaki kwamba tumemaliza kabisa mchakato unaanza fresh na, naona kwa mabadiliko haya yanakuwa ya, ya, ya, ya vizuri zaidi laki, lakini laki, hata nafasi ya urais kwa mfano kampeni zinaanza mwezi wa nane wakati rais anayegombea bado yuko madarakani Ea, akisha, akishinda ha, anaendelea e, anapata, anapewa nafasi ya vipindi vingine kipindi kingine cha miaka mitano akishindwa na kabidhi madaraka, manake madaraka yake hayakomi, hata kama uchaguzi unaendelea, ukilinganisha kwa idadi ya majimbo na, na madiwani ni ngumu, ni kuilinganisha na nafasi ya, ya uraisi kwa sababu ya kiutendaji wake na, na unyeti wake kwa serikali mm -hmm. Na ndio maana unaona sasa hiyo ni hoja ya kiutendaji uh, sasa manake sio nukuo. ya kisheria sio hiyo ni hoja ya kiutendaji na sio ya kisheria sio? Of course. Ni hoja, ni hoja ya kiutendaji mm. no mm -hmm. walikuwa wanasema, unaona hata, hata kwa upande wa Chama cha Mapinduzi, namna ambavyo mchakato wa kumpata mgombea urais na mgombea mwenza mm. kitendo cha kupatikana mapema, unaweza ukaona sasa hata tension haipo tena. Tunazungumza mgombea urais tunaye, mgombea mwenza tunaye, kwa hiyo ndio faida ya, ku, ya kufanya mapema mm -hmm. so, so. na, na uh mchakato ambao unaendelea mnaona, ushindani kati ya wagombea watakaopatikana wa CCM e, utakuwa vipi ukilinganisha na namna ambavyo michakato inaendeshwa kwenye vyama vingine, kwa sababu vyama vingine vya upinzani vinaonekana kama e, vimechelewa hivi, hasa washindani wenu wakuu, chama kikuu cha upinzani bado haijajulikana ni lini watapata wagombea, kwa sababu sasa hivi wako kwenye ajenda ya kusukuma e, mageuzi kwenye mifumo ya uchaguzi? Mi, si mi, sizungumze sana kwa upande wa upinzani kwa sababu na wao wana, wana, wana michakato yao ambao wanaifanya mm. Aa, lakini mi bado naona kwetu ni faida tukimaliza mapema kupata wagombea wakajulikana, inakuwa ni rahisi pia hata kuwa kuanadi sawa. Mm. Mm -hmm. Sawa na, na, unaona ushindani utakuwaje? <laughs> Ushindani mkubwa kwako wewe unaona upo ndani ya chama ama dhidi ya vyama vingine baada ya kuwa pengine umepata nafasi ya kupitishwa na chama chako? Nikirejea kwenye kwenye kata ambayo naiongoza kata ya Kiluvya, uh, sioni upinzani kwa maana ya uwepo upinzani kwa nafasi kubwa, kwa sababu nikirejelea uchaguzi tuliotoka kufanya mwaka jana Novemba, mm. wa serikali za mitaa katika mitaa minne, kwa maana sisi tunaita vitongoji maana ni mamlaka ya mji mdogo uh, tulikuwa na uchaguzi ambao nguvu ya upinzani haikuwa kubwa. Kwa hiyo sisi sioni kama aidha e, uh, mtapitishwa mimi au mgombea yoyote wa CCM ndani ya, ya kata ya Kiruvi atapata wakati mgumu kwa upande wa upinzani. Mm. Sasa sababu kubwa ni utekelezaji wa ilani ambao tumeufanya. Tumefanya mambo mengi sana ndani ya muda mchache wa miaka hii mitano ambao tumekuwa madarakani. Kitendo ambacho naona kabisa hata ndio maana mwaka jana kwenye uchaguzi tuliweza kupata ushindi mkubwa sana. Kwa hiyo wewe unaamini kwamba ushindani utakuwa ushindani pengine ambao unauona kwa kiasi kikubwa huko ndani ya chama, sio? Ushindani ndani ya chama utakuwepo e, ingawa na sasa hivi. Ni nishukuru pia uongozi uh, wa Chama cha Mapinduzi Taifa, maana imeshatolewa statement na Katibu Mwenezi Comredi Amos Makala kwamba utaratibu na wenyewe umebadilika kwa maana ya kwamba utakuwa tunawatiania, alafu itapitia mchakato wa uchujaji na uteuzi. Watateuliwa wagombea watatu mm. Kwa hiyo na yenyewe ime, imeleta utofauti kwa maana ya kwamba tunakuwa hakuna vurugu sana, ni kuomba alafu panapo majaliwa chama hakikisha kuteua basi, unaweza ukasema sasa kweli na mimi niko kwenye kinyang'anyiro. Sawa sawa. Mzee Bubelwa tusalia hapo kwenye mchakato wasisi, wa CCM kupata wagombea kuna mambo ambayo yanaonekana e, kwanza kuna swala la maadili e, e, e, jana amenukuliwa makamu mwenyekiti wa CCM upande wa bara akisema kwamba wapo wagombea ambao wanatoa watiania, ambao wameanza kutoa rushwa mm. Tuwa, na wengine wanauliza tu bwana ah, wako wangapi? Yani yeye anauliza tu wale wako wangapi, akiambiwa ni idadi fulani, yeye anaandaa kiasi mm. cha idadi ya watu waliopo. Lakini pia kuna swala la wabunge walioko madarakani kusema kuwa na baadhi ya kauli pengine pengine wanawaonya kwa sababu, nimeona kuna watu wanajipitisha, pitisha kwenye jimbo langu yani kama ame, amejimilikisha. Sasa ni michakato ambayo imekuwa ikilalamikiwa sana ndani ya chama chenyewe lakini pia nje na wadau na wachambuzi. Lakini ma, vitendo kama hivi ambavyo vinaonyeshwa na wanasiasa katika kipindi hiki cha michakato ya kupata wagombea kuna tafsiri vipi? Uh, sana uh, historia inaonyesha kwamba tatizo la rushwa kwenye vyama vya siasa hususani e, Chama cha Mapinduzi, na tukianza na wakati wa tano kuja Chama cha Mapinduzi, na hata kwenye vyama vya upinzani baadaye, limekuwa likijitokeza na kuendelea kuwa kubwa e, kutokana na sheria e, utamaduni wa kisiasa kubadilika e, bila kudhibitiwa kwa namna inayotakiwa. Lazima tafiti zilitakiwa zifanyike kila baada ya muda fulani, yeah. kuangalia tabia za watu aia matendo ya viongozi, kuangalia mianya inayojitokeza ili kudhibiti yaliyo na. Ukiangalia unakuta kwamba huku tulikotoka siasa ilikuwa inabebwa zaidi na itikadi ndio. yaani itikadi ilikuwa inaongoza watu kuwa viongozi tukaenda tufika hatua fulani, siasa ikawa chanzo cha mapato. Kwa hiyo watu wakaona kama siasa ni eneo kwa upande mmoja mm. wa kupata mapato ya moja kwa moja, lakini kwa upande wa pili e, kuwezesha makundi yanayotaka kufanya biashara kupitia serikalini ili apate mtu wa kuwakilisha huko kwenye mambo yao ya biashara, mm -hmm. Kwa hiyo e, baada ya pale siasa zikaungana kabisa na mapato e, na shughuli za kiuchumi, lakini ikaja hatua ya tatu zaidi, ikaja hatua ya sasa ya rushwa e, ya kuwai e, ya kupata mapema ya kupata zaidi. mm -hmm. Kwa hiyo makundi yakawa wanashindana kwa hiyo katika mazingira haya e, pengine e, kitu ambacho kilitakiwa ku, kuangaliwa e, ni, ni kwa namna gani unaweza ukapunguza e, siasa kutokuwa chanzo cha mapato ionekane e, ni uwakilishi zaidi. Kwa maana hiyo e, e, kungekuwa inafanyika tafiti za, kisia, za, ki, za kisiasa za kisela za kila wakati pengine ingefika wakati ambapo tunasema kwa mfano e, e, ma, ile mapato ile ile posho anayopata wabunge ile, pengine ipungue, posho ya madiwani pengine ipungue e, pengine isiwepo kabisa e, kwa maana kafu zamani zamani ilikuwa ni e, e mbunge akichaguliwa, kuna gari la mbunge ambao sio la kwake hmm. liko kwenye halmashauri, uko akiwa kwenye muda shughuli za kisiasa za, za, za kazi kwenye jimbo lake, anapanda ile Land Rover anazunguka anafaa shughuli zake, anamaliza awajibike na gari lolote. Kwa hiyo sasa baada ya pale, mam, ya miaka kama 30 iliyopita e, hayo mambo ya mapato umaarufu umiliki wa mali yalivyokuwa yanaingilia e, kama nilivyosema na makundi ambayo iwezeshi ya pembeni yeah, yakaanza kujiingiza. Kwa hiyo sasa kinachoonekana hapa sasa hivi, ni kwamba, e, pengine, sasa hivi ni kwamba serikali pengine niseme na vyama vya siasa badala ya kudhibiti huo uyum, uyum, mwenendo ule wa shughuli za kiuchumi kuingia shughuli za kisiasa, badala ya kudhibiti kwa utaratibu wa sheria pengine na utaratibu wa kikanuni na kimaadili e, e, kila chama kinashindana kutafuta labda watu wake, makundi yako pembeni huku yanajipanga kwamba sasa sisi tunahitaji tenda, kwa mfano Wizara ya Ujenzi yeah. e, tumpeleke mtu wetu na tumsukume mpaka awe waziri katika hatua fulani. Kwa mimi nadhani pengine e, kwa Tanzania e, suala la rushwa kwenye siasa alipashu kuangaliwa vya vya sasa peke yake, alipashu kuangaliwa pengine serikali peke yake yeah, inatakiwa kuangaliwa hata sisi raia. Uh, mm. kusukuma huyo ujumbe mm. E, pengine tunahitaji mtu akiwa mbunge, akiwa diwani, akiwa rais, pengine kuna mambo fulani yatakuwa yapunguzwe mm. ili ionekane kazi ya utumishi iwe kubwa dio, zaidi kwa hiyo kukaza kutafuta mapato sasa. Eh, sasa mzee Bubelwa, kwa kumalizia kwa ufupi tu um, Lovelet, uh, michakato yote hii ili iweze kutupa viongozi bora Nadhani, nini kifanyiki? Um, swali zuri. Nadhani ili tuweze kupata viongozi bora kupitia hii michakato, Uh, ni lazima turudi kwenye misingi ya siasa za uwakilishi mm. kwamba ni wakilishi wa aina gani ambao tunawahitaji katika zama hizi za sasa mm. ambazo zimebadilika sana kama alivyoeleza vizuri Mzee um, Bubelwa kwamba tuna siasa za tano, siasa za CCM kama chama tawala cha zamani, ki, chama kikongwe, siasa za upinzani zimebadilika, na tunaweza kuona tukachungulia hapo kwa jirani zetu uh, wa Kenya wametuonyesha dhahiri kwamba regionally mm -hmm. siasa zetu zimekuwa ni siasa za maendeleo, ni siasa ambazo watu wanataka progress mm -hmm. vijana ndio sehemu kubwa ya jamii yetu hapa Tanzania v hakuna kijana ambaye utamchukua afanye aliyoyafanya mwaka elfu mbili, kwamba aingie mtaani aanze kuandamana wakati hana uhakika wa kipato. Hizo ni siasa za zamani. Kwa mfano, kama hiyo ni approach ambayo anataka kutumia vyama vya upinzani ni ya zamani, lakini hivyo hivyo ndani ya CCM watambue kwamba siasa za sa, sa, sa, mm, kwa sasa hivi uh, zinataka uwajibikaji kwamba kweli wagombea na viongozi tunaowapata waweze ku deliver to the public mm, na tuweze kupata certainty ya direction ya, ya uelekeo wa sisi kama nchi. Naam, shukrani sana Lovelet, asante sana sana pia mzee Bubelwa, eh, nakushukuru sana pia Aidan. Muda wetu amezitupa mkono, tunakamilisha eh, hivyo na tunakutakia kila laheri pia kwenye michakato inayoendelea pale ambapo muda utakapofika. Shukran sana, wasalimie watu wa Kiluvi, anajua pia wanatufuatilia hivi sasa na wanamwona pia diwani wao. Shukran sana Aidanna, tunakamilisha hivyo.